Aliyesema hayo katika kilele cha maadhimisho ya siku ya Ukimwi duniani yaliyofanyika katika ukumbi wa Sheikh Idrisa Abdulwakil Kikwajuni mjini Zanzibar. Amesema Zanzibar imefanikiwa kupunguza maambukizi mapya ya maradhi ya Ukimwi kutoka watu mia tatu sitini na mbili kwa mwaka wa elfu mbili na ishirini hadi kufikia watu mia mbili kumi na moja waliopata maambukizi mapya kwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano jambo lililosaidia kupunguza vifo vitokanavyo na maradhi hayo kutoka vifo 230 kwa, kwa, na kwa mwaka 2020 hadi kufikia 115 kwa mwaka huu. Kadhalika, tumepunguza vifo vitokanavyo na maradhi ya Ukimwi kutoka vifo 230 kwa mwaka 2020 hadi vifo 115 kwa mwaka 2025. Hatua hii tumeweza kuifikia kutokana na jitihada kubwa za serikali kwa kushirikiana na washirika wetu wa maendeleo na wadau mbalimbali wa ndani na nje ya nchi yetu. Pamoja na mafanikio makubwa tuliyoweza kuyapata katika mapambano dhidi ya maradhi ya Ukimwi, bado tunakabiliwa na changamoto zinazohitaji nguvu ya pamoja ya kuzishughulikia, ikiwemo upungufu wa rasilimali za kifedha, unyanyapaa na kuendelea kuwepo kwa tabia ya hatarishi hasa miongoni mwa vijana wetu. Kwa upande wake mwenyekiti wa bodi ya Ukimwi Dakta Ali Salum Ali amesema juhudi za kuziwia maambukizo ya virusi vya ukimwi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto vimezidi kufanikiwa kwa kuonesha maendeleo chanya na kumaliza maambukizo ya VVU kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Takwimu hizi zinaonyesha kuwa wanawake wanapata huduma zaidi kuliko wanaume ili kupunguza tofauti hii na kuhakikisha usawa katika upatikanaji wa huduma, juhudi zinaimarishwa kwa kutoa elimu na kuhamasisha wanaume kuhusu vivyuu na huduma za afya. Aidha, ushirikiano wa sekta pamoja na jamii unazidi kuimarishwa ili kuondoa viwango vinavyozuia wanaume wengi kupata huduma hizi muhimu. Akisoma risala ya watu wanaoishi na virusi vya Ukimwi Zanzibar, Bibi Sara Abdi Mwita amesema kutokana na mashirika wafadhili suasua katika kutoa misaada hasa kwa watu wanaoishi na virusi vya Ukimwi, wameiomba serikali kuingiza swala la dawa za ARV wekwa katika bajeti ya serikali ili huduma hiyo iendelee kuwa endelevu. Ufadhili katika eneo la Ukimwi umeanza kupungua kwa muda mrefu sasa na pale ambapo ufadhili unaendelea masharti yamekuwa magumu, jambo ambalo limesababisha taasisi ama asasi nyingi za mapambano ya ukimwi kufungwa na nyingine kufa kabisa. Pamoja na hali hii, zafa inaendelea kusimamia katika kuwashajiisha watu wanaoishi na virusi vya ukimwi kuendelea kufuatilia huduma na kuzitumia kwa usahihi. tunam siku ya ukimwi ulimwenguni huadhimishwa kila ifikapo tarehe moja Disemba ya kila mwaka ambapo kauli mbiu ya mwaka huu 2025 inasema tuvishinde vikwazo vya kifedha tuimarishe mapambano ya ukimwi. Nikiripoti kutoka Zanzibar, Hashim Kassim Daily News Digital.